Chukua nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais, Makamu Rais kwa maboresho ambayo anafanya sasa nchini na hasa kwenye kitengo cha mahakama. Nimemsikia Rais wa TLS, naheshimu sana mamlaka za TLS, mawakili wa TLS na mawakili wote nchini. Mimi sasa kipindi changu cha tano bungeni hiki na sijawahi kuona sheria inapitishwa bungeni bila utaratibu wa kibunge wa kuwashirikisha wadau. Lakini namshukuru rais wa TLS rasmi, hili ni Bunge la wananchi, hatuwezi kufanya kazi bila wananchi, nakukaribisha tukitoka hapa, uje ofisini kwangu nikueleze tushirikiane, tushauriane ni namna gani ya kuboresha huduma bora kwa wananchi wetu, nitamwita <coughs> mwenyekiti wa kamati ya sheria, na baadhi ya wenyeviti, ili tuwe pamoja na wewe, utusaidie na sisi tukusaidie, tuboreshe taifa letu liwe na huduma za haki, na kama ulivyosema, maendeleo ya nchi ni furaha ya watu.